Kwa sababu wenzetu wana chuki na sisi kama mtu anaua wa kwanza, anaua wa pili, anateka wa tatu, anateka wa nne, wa tano. Leo tunaongelea watu 84 wamepotezwa, hatujui wako wapi. Tuna sababu ya kucheka na hawa kenge? kama bunge bunge ambalo ni eneo tukufu kabisa na lipo pale kwa nguvu ya wananchi. Anatokea mbunge kutoka tena Zanzibar anasema hawa kenge wanaopiga kelele washughulikiwe ndani na nje, halafu mwendesha kikao amekaa kimya, hakuna cha kwamba futa kauli hiyo. Yaani sisi tunaitwa kenge kwenye nchi yetu. Kwa maana nawaambia siasa za kuchekeana na hawa hawa mimi kwa maoni yangu, tukiendelea kucheka na hawa watu, mimi naongea leo, wewe jua, wewe jua, kesho akaniteka, wewe jua, wewe kesho akakuteka, na mwingine, na mwingine. Serikali, wajibu wa kwanza wa serikali ni kulinda watu wake. Mkataba ambao tumeandikisha na serikali, yoyote duniani inapoingia madarakani, cha kwanza ni kulinda maisha ya watu, cha pili kuhakikisha welfare, mahitaji ya watu yanapatikana, mambo mawili. Sasa kama watu wanauawa, Ndude Nyagari wamelala ndani, kama unavyolala wewe na mwenza wako unasikia watu usiku wanagonga mlango mpaka wanafanikiwa, wanavunja, ukiwa wewe unamtazama mtoto wako huyo, apo mdogo na mke wako, wanaingia ndani, wanamfungia mwanamke, kwamba wewe kaa huku uch chumbani, tuna shida na huu. Kwa vyovyote vile mduda alishali, alipambana sana amepambana sana mle ndani, wakapiga walivyopiga damu ikamiminika utafikiri ng'ombe amechinjwa, wakamvuruza wanadamu kama vile mbwa au ng'ombe. Fikiria huyo huyo mama anana, anafikiria nini sasa? Sisi tunasema kama hakuna mabadiliko hatutaingia kwenye uchaguzi. Na kikubwa kinachoenda sasa kwa Chama cha Mapinduzi, wanatumia silaha ya kuweza kuumiza vijana wetu, kuteka vijana wetu, kuua vijana wetu sisi kama wamama ambao tunaingia leba miaka na ni miezi tisa, tumebeba mimba na tunaingia leba, tunasema kwenye hili hata Mungu atatusaidia. Tunaianzia sisi, tunasema kwamba wakati wa kampeni huwa tunaenda nyumba kwa nyumba kitanda kwa kitanda. Kwa hiyo hata sasa hivi tunaingia nyumba kwa nyumba mtu kwa mtu, na tunashukuru kwamba wananchi wanatuelewa kwa sababu hata wao wanahitaji kula yao iwe na thamani kwa sababu wanapoenda kumchagua yule anayemtaka. Sasa hicho ndo kikapelekea viongozi wetu wa kamati kuu wakiongoza na mwenyekiti wetu mstaafu Mheshimiwa Freeman Aikael Mbowe wakajifungia wakatoka na no reform, no election. Kwa hiyo sisi tunasimamia no reform, no election, kwa sababu ya madhara ambayo tumekutana nayo katika chaguzi mbalimbali mbali, lakini baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani tukasema labda hataku badilisha mambo kwa sababu, baada ya kuingia tu alikuja na hizo 4 hala akasema anawakumbatia wapinzani wa na makundi yote, kwamba sasa tuende kwa mwelekeo mmoja kwa ajili ya kujenga nchi. Kwa hiyo tukasema tujiridhishe sasa, huyu mama kama anachokisema hatakwenda kukitekeleza. Lakini matokeo yake mwaka 2024 kila mtu aliyeshuhudia, uchaguzi ule haukuwa uchaguzi, actually ulikuwa ni uchafuzi hakuna chochote kilichofanyika, wala mabadiliko yale yaliyofanyika yaliyofanywa na mtangulizi wake, na yeye aliyarudia bila ya mabadiliko. Hakuna uchaguzi nchi hii. Nchi hii tumekuwa tukiibiwa sana kwenye uchaguzi tangu elfu mbili na tano, elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi na tano, elfu mbili na ishirini. Na sasa hivi mimi si siti kwanza hii kwa tume huru ya uchaguzi inayojiita, sio tume huru ya uchaguzi, inajiita tume huru ya uchaguzi Hatuja kuwa Tanzania hii hatujawai kuwa tume ya uchaguzi. Ndio maana msimamo wa, wa chama haya ni haya maamuzi ya chama changu kipindi cha mwenyekiti mstaafu Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe.